Na kushukuru sana mheshimiwa Spika kwa kuwa sera iliyoanzisha mikopo ya asilimia kumi kwa vijana, kina mama na watu wenye ulemavu manispaa ilikuwa ni sera ya kuwasaidia wananchi kiuchumi, na kwa kuwa kuna wanaume ambao wanahitaji na hawana namna nyingine ya kupata mikopo, nini mpango wa serikali kusaidia wanaume wanaohitaji mikopo? Mheshimiwa Spika, katika mgawanyo wa asilimia kumi ile ya kusema sera ya wanawake na hawa wanaume na vijana, bado inaingia kwenye premises zile zile, kwa sababu hawa wanaosema wanaume, japo mheshimiwa hajafafanua umri, kwa sababu wanaume pia wapo vijana ni wanaume. Ni kwamba mipango ipo na ya kimikopo iko kulingana na kisekta wapo ambao wanapata kupitia asilimia kumi hiyo, kwa maana ya 442 asilimia kumi ya pato ghafi la halmashauri. Wapo ambao wanapewa kutokana na maeneo ya kisekta, kwa mfano kwenye mifugo, kilimo na kadhalika, lakini vivyo pia wapo ambao wanapata kupitia mfuko wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, ambapo wanaume wengi ambao wanawasema sasa, kwa muktadha huo, kwa sababu hajataja umri, ni pamoja na wale walio kwenye bodaboda, kwa mfano walio kwenye sekta za uchimbaji, uzalishaji wamekuwa wakipewa kupitia mfuko wa uwezeshaji wananchi kiuchumi, na ndio ndani ya idadi ile ya wananchi milioni 24 waliopata kunufaika na shilingi trilioni 2.7 mfuko na... kwa halmashauri nchini. Ofisi ya Waziri Mkuu nnaratibiwa kupitia halmashauri wakuu wa wilaya na wakurugenzi. Kwa hiyo, wanaume, wakaombe kule wanaweza kupata kwenye hiyo. Umesikia Mheshimiwa tari... trilioni tatu zilitolewa. Asante sana, Mheshimiwa wa Naibu Waziri, asante sana kwa majibu yako kwa maswali ya Waheshimiwa Wabunge, Ofisi ya Rais TAMISEMI